Niliwaambia ukweli ambao wachukaja wawezi kuambia, nikasema wengine mulioa wa mama ambao walikuwa wanachezea Barcelona, Real Madrid walichezea Arsenal, wanachezea Manchester City, wamechezea Bayern Munich, wamechezea mechi timu kubwa kubwa ambazo zimezoea kunyanyua makwapa vikombe. Yani walikuwa na, wa, wa, zinapigwa kanzu mpaka mtu na, unakohoa yani walikuwa wanapiga tobo mpaka unacheua, yani wan, wanacheza yani danadana pasi nini, ndio ukaja ukamuoa wewe sofa paka <laughs> ukamuoa wewe sofa paka <laughs> ukamuoa wewe boys eh, inaitwa nini ile eh, ndo ukamuoa wewe, hujui chenga, hujui tobo, hujui kanzu, hujui nini. Unafikiri anakufikiriaje huyo mchezaji wa Madrid huyo? Mwisho anasema ai, unamfanya sasa kwa sababu ameokoka hawezi kurudi tena Barcelona? Hawezi wapi, analinda mkataba kwa kweli alisha uandika kwamba wewe ni mchezaji wa timu hii paka tena, mmesaini me, me, mkataba mpaka kufa lakini anasema sasa, huyu sofa paka huyu, sasa goroma hii huyu, huyu goroma hii sasa, hii ndio kona gani za namna hii tena eh, pasi gani hizi, free kick gani anapiga? Utafikiri mpira ule wa nani ule, yani free, yani free kick anapiga yani, anashindwa kabisa kunyoosha kabisa vizuri, anashindwa kupiga chenga na nini yani tunaanzaje kucheza mpira bila ku warm up? Sisi tulizoea kule Madridi, kabla ya mechi mna warm up, mnapasha misuli, unachangamuka eh, ndo mnaingia uwanjani. Sasa yeye hatujapata msuli yuko hapo anatayuko tayari anacheza nini sasa? Mimi mwenzake hata sijafanya warm up hivi, ajui kuna ku warm up kwanza? Wase, wachezaji wa sofa paka mko hapo ambao yani yani huwezi kufanya warm up kidogo mwenzio naye achangamuke, lazima mfanye warm up kabisa, uone kabisa, mama ameanza kunena kuspeak tongues. Unajua kweli hapa ame warm up kweli. Hata ukiingia kasarani, ah, mnagonga gonga wavu watu ee, goli limefungwa. Hasa unafunga goli, unaliona mwenyewe <laughs> watazamaji wanasema limepita nje au ne. We unasema, moja tayari? Moja nimepitia wapi? Mama, nakuuliza. Kwa hiyo tayari, hey, goli tayari hey. kwa hiyo tuweke mpira kati. Mama nakumbuka timu yake ya Bayern Munich ya Mombasa.